Baada ya likizo ndefu ya maandalizi na msururu wa mechi za kirafiki, ligi ya daraja la division 1 Kenya zinang'oa nanga rasmi wikendi hii. Majestic Red Sea Starlets wanaendelea kunoa makali yao na sasa wako ange kwa kinyanganyiro. Akizungumza na Majestic Digital TV, Tetas Wanjala kocha wa Majestic Red Sea Starlets ameelezea kwamba wako tayari kukabiliana na yeyote atakayesimama mbele yao. Kama ulitujua kwa wakati ule tunacheza hivi, kwa wakati huu tuko tofauti e, na uwezo wa wachezaji pia tumeuangalia kwa kina, tukaleta chipukizi ambao wanaweza, ambao wana ufahamu, sio bahati nasibu. Kwa hivyo watu wajiandae, iwe ni physical tutaenda physical, ikiwa ni tactical tutaenda tactical. Kulingana na Wanjala, mashabiki watarajie matokeo bora zaidi msimu huu. Anazidi kusisitiza kukaa gangari, kwani hakuna timu itachukua ushindi wakiwa kwake hapa nyumbani. Si rahisi kuchukua point, sitakubali kiurahisi, haitakuwa rahisi. Lilian Andisi, nahodha wa Red Sea Starlets, anasema wakati ni huu wa masimba hawa kupanda juu zaidi, huku akiwaomba wachezaji wenzake kushirikiana katika mapambano haya. Teamwork is paramount na for us to achieve this win we have to work together as a team and so far ata, as a team, kitu ambayo huwa tunakaa tuna kujiambia, tunajua sisi tutashinda, sisi tutapeperusha bendera ya Majestic, kile ambacho tu ni watu ni sisi tutashinda. Hakuna hakuna lingine, hakuna draw, hakuna nini, sisi tuna imani tutashinda. Kwa sasa Majestic Royals Starlets wanatarajiwa kuchuana na timu mpya zaidi ambazo zimepandishwa ngazi kama vile Jimba Minds na Changamwe Ladies Sofa nikiangalia opponents wetu especially wale wa wazoefu wenye tumekuwa nao kwa ligi, nikiangalia kiwango chao nini, naona kama sisi tuna uwezo zaidi wa kushinda, unless wale nazaita underdogs wale incoming sana sana, especially on the newly promoted team. Hapo ndio tunaweza sema maybe tujaona wamejipanga vipi, lakini kwasa, kulingana vinyo, ona, na ambavyo venye mimi naona na kikosi chetu venye tuko saizi, tuko ready kukabiliana na chochote na lolote wakati wowote, iwe home away. Katika mechi yao ya kwanza Jumapili ya tarehe 23 Novemba, Majestic Red Sea Starlets watakuwa wageni wa Mwele katika uwanja wa Lugwe huko Rabai, Kaunti ya Kilifi. Suluhisho la kinyang'anyiro sio kujiondoa, bali ni kujipanga ili kupambana na kinyang'anyiro. Hiyo ndio hali ama kauli ya Coach Tetas Wanjala wa Majestic Red Sea Starlets. Kaxton Musyoka, Mikindani, Kaunti ya Mombasa.